Na mtazamaji wa wanafunzi kutoka familia maskini waliofanya mtihani wa KCSE kati ya mwaka 2021-2022 kaunti za Kisii na Migori, bado wamesalia nyumbani baada ya kushindwa kujiunga na vyuo hivyo kutokana na ukosefu wa karo. Wanafunzi hao ambao walipata alama za kuridhisha katika mtihani wa kitaifa na kuteuliwa kujiunga na vyuo wanahangaika kwani familia zao hazikuweza kumudu gharama ya kuwasajili vyuoni. Chrispine Otieno alitangamana na baadhi yao ambao sasa wameajiriwa katika mashamba ya watu binafsi kujichumia riziki wakisubiri usaidizi. Katika eneo la Nyankongo, viungani mwa mji wa Kisii, tunakutana na Davins Esther na dadake Ivon Mokaya wakiwa katika harakati ya kukamilisha kupalilia shamba la mwajiri wao wakisaidiana na mama yao wa kambo. Kina dada hawa wawili mpaka sasa wanafaa kuwa wamefuzu chuo kikuu na kupata shahada zao, ila maisha yalichukua mkondo tofauti kutokana na lindi la umaskini. <coughs> Darwin mwenye umri wa miaka 24 ndiye mkubwa miongoni mwa watoto watano walioachwa wa yatima. Aliteuliwa kujiunga na chuo kikuu cha Pwani kusomea kozi ya sayansi ya kompyuta, lakini umaskini ukimponza. Dadake mdogo ambaye pia alifanya mtihani wa KCSE mwaka 2022 pia alikosa kujiunga na chuo kikuu cha Mount Kenya licha ya kupata barua ya kuteuliwa kujiunga na chuo hicho, machozi ya uchungu yakiwalenga. So wasichana to to ni watoto wasichana na watoto wasichana kuwalea ni ngumu. So ukiangalia, wengine wanaenda shule, wao wako hapo nje, huwa wanakuanga na stress, wana feel. Dada hao wawili wanasimulia wanayopitia na hofu ya ndoto yao kukosa kutimia. Wakati mwingine hisia inawazidi wanapoeleza wanayopitia. High school, nilipata B minus for years. So people wanna graduate. Na si wao pekee. Huko Migori, Joseph Mose, mwanafunzi mwingine ambaye alipata alama ya baa hasi kutoka shule ya upili kule maeneo ya Mosocho yuko mbioni kumaliza kazi ya kufyeka shamba la mwajiri wake. Kijana huyu alipata barua ya kujiunga na chuo kikuu cha Baraton, na licha ya wenzao kujiunga na hata kufuzu na shahada mbalimbali, angali kuanza safari hiyo. Pesa kidogo ambayo nilikuwa napata haingi nisaidia kwa sababu familia yangu bado ilikuwa inanitegemea. Babangu ni mgonjwa, mamangu waendi kazi, watoto wadogo bado wanasoma. Vijana hawa wadogo bado wana matumaini kwamba watapewa nafasi ya kuweza kubadilisha kesho yao. Chrispine Otieno, runinga ya Citizen, Kisii.